kuonyesha katika mchezo ambao unayani una kufuta ili neno kufuta haya maneno ya kusema kwamba bwana, sisi tukikutana na Yanga inakuwa hivi bla bla bla bla bla. Kwa hiyo eh, kitu kilichokuwepo na sisi wenyewe wachezaji jinsi tulivyoongea, jinsi tulivyojipanga, eh, ili kufuta maneno haya, basi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo wetu na, na, na Young Africans. Bila hivyo nafikiri maneno yataendelea kuongelewa zaidi. Binadamu huwezi kumkataza kuongea. Kwa hiyo ili kukata kauli za watu, basi inabidi tuweze kufanya vizuri katika mchezo huo dhidi ya Young Africans, na sisi kama wachezaji tayari tumeshajizatiti, tumeweza eh, kuambiana sisi kwa sisi, bwana maneno hayo eh, yameshakuwa mengi. Kwa hiyo eh, kilichobaki ni kupambana ni kuweza kuonyesha uwezo wetu, kuweza kuonyesha juhudi yetu ili tuweze kupata matokeo katika, katika mchezo dhidi ya Young Africans ili kufuta haya maneno ambayo watu wanaongea. Na pia maneno hayo eh, yanatupa morali, yanatupa morali kuhakikisha kwamba tunaweza kupata matokeo vizuri, ili tuweze kufuta maneno hayo, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi, eh, Singida Black Star, eh, katika top team huwezi kuwacha kuitaja kwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi tunataka tuonyeshe ubora wetu, kwa hiyo kama mashabiki mi napenda yani, yani natamani sana yani, hii kauli tuifute kwao, kwa hiyo kwa njia ya kuifuta hii kauli basi ni kupata matokeo dhidi ya Young Africans. Ni mlinzi wa kushoto wa Singida Black Stars, Gadiel Michael kamagi na kukerwa na kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwamba wamekuwa wateja wa Young Africans wakati wa uwa mshambuliaji hatari wa Singida Black Stars, Jonathan Sowah amesema safu ya ulinzi ya Yanga ni ngumu kupitika, lakini huwa inafanya makosa ambayo anaamini yakitokea atawaadhibu. So amekiri kwamba ni kweli anaipenda Yanga, lakini haimaanishi awezi kuwaadhibu Yanga nafasi ikitokea siku ya Jumapili, kwa sababu wanataka kuandika historia kwao na kwa klabu. Unajua, kwenye mpira kama hakuna atakayefanya makosa, matokeo hayatakuwepo. Mwisho wa siku tunajua mmoja atafanya makosa, na aidi kama makosa atatokea, nitatumia na kuadhibu kwa kutumia nafasi hiyo. Ukiwatazama mabeki wa Yanga ni wagumu, wana umoja, hakuna nafasi ya kupenya, lakini kwenye mpira kila mtu anafanya makosa. Kwa hiyo watakapofanya makosa, tunahitaji kuadhibu, hatutaki bla bla, tunahitaji kuadhibu kama ni navyo siku zote naipenda Yanga, lakini hiki ni kitu tofauti. Hii sio mechi ya ligi, hii sio mechi ya kirafiki. Hii tunazungumzia fainali. Tunahitaji kufanya kitu kwa ajili ya kuweka historia.